Endelee na mengine, tukirejea hapa nchini, moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa hasa ni katika uangalizi na uh, matibabu ambayo yanatolewa hasa kuhusiana na magonjwa ya moyo, na tuko hapa na mtaalamu katika eneo hilo kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho uh, tunapaswa kufanya ili kulinda uh, afya njema ya moyo swa so, Dkt. Hilda kulijadili hilo, na tunafahamu kwamba eh, ugonjwa wa moyo umekuwa ukishughulisha watu wengi sana Tanzania na matibabu yake yamekuwa akielezwa kuwa ni ghali sana kwa hiyo pengine zipo dalili zake ambazo unatamani kuzifahamu, sababu ama, uh, mambo ambayo ukiyafanya yanaweza kupelekea kupata uh, matatizo ya moyo, na je, kama kuna kinga juu ya matatizo ya moyo na tiba yake eh, ni ya namna gani? Sasa kulijadili hilo tupo hapa na Dk. Herry Mwandolela. Yeye ni daktari wa magonjwa ya moyo kutoka uh, Medinova. Tunakutana naye hapa kwa ajili ya kuzungumza hilo. Karibu sana dokta. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa na wewe kujadili jambo hili nyeti sana. Na mimi nashukuru kupata yeah, nafasi hii <laughs> Karibu sana. asante sana. Eh, tuanze kuzungumza uh, ugonjwa huu wa moyo ni, ni wa mm -hmm. ugonjwa wa namna gani kwa msingi? aha. nashukuru kwanza, sio ugonjwa ni magonjwa mm -hmm. ya moyo mm -hmm. ha, yapo kadhaa, yako mengi sana sawa, sawa. lakini yote yana, yana, yana affect mwisho wa siku Um, moyo usiweze kufanya kazi vizuri mm -hmm. na ili kuweza kujua magonjwa haya huwa ni vizuri kujua kwamba um, moyo ni kitu gani mm -hmm. na um, unafanyaje kazi sawa, sawa. Moyo ni kiungo ambacho kipo katikati ya kifua hapa, ambayo kazi yake kubwa mm -hmm. ni kusukuma damu, ili damu ile ikapeleke virutubisho pamoja na hewa safi ya oksijen kwenye viungo vya muhimu vya mwili kama ubongo figo, maini, misuli na sehemu zingine zote za mwili ili ziweze kufanya kazi yake vizuri mm -hmm, na ili uweze kusukuma damu, lazima moyo una afya njema mm -hmm. Na hiyo damu inafikaje ina, ina kwenye viungo hivyo? Yaani kwa kupitia mishipa mm -hmm. ya damu ambayo ndio inabeba ile damu ikafikishe hivyo virutubisho so, so. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna hitilafu katika mfumo huo wa moyo wenyewe na mishipa ya yo damu ambayo mm. inapeeka hiyo damu, basi hapo ndo tunasema kwamba kuna ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu sawasawa. na yeah. Kuna aina ngapi sasa za magonjwa umesema? Zipo aina kadhaa ili watu waweze kuzifahamu, na uh, utofauti wake ya, magonjwa ya moyo tunaweka kwenye makundi makubwa mawili yale, mm. magonjwa ambayo wa, mtu anapata akiwa tumboni kwa mama yake na yale ambayo anapata baada ya kuzaliwa yale, mm. ya aina ya kwanza tunaita ni congenital heart disease, mm -hmm. na yale ambayo yanapata baada ya kuzaliwa naitwa acquired heart disease. Mm -hmm. Sasa yale ya kuzaliwa kwa mfano tukianza nayo inawezekana mtoto wakati mtoto ana, ana, mchakato wa uumbaji unaendelea mtoto akiwa tumboni kwa mama yake huwa kunakuwa na hatua mbalimbali ambazo mbali zinatakiwa zipitiwe. Ikitokea kuna makosa ya kiuumbaji katika hatua yote ile basi mtoto anaweza kuzaliwa na matatizo ya moyo either kuna matundu ambayo yanatakiwa yawe ni ya muhimu kuwepo kwenye huo mfumo mtoto akiwa tumboni kwa mama yake, ambayo anatakiwa akizaliwa ya matundu ya, ya zibe, yakibakia na kaendelea kuwepo baada ya kuzaliwa ni tatizo. Matundu ambayo yanazuia damu kutoka upande wa kushoto wa moyo kwenda upande wa kulia, au matundu ambayo yanazuia damu isipite kutoka kwenye mshipa mmoja kwenda mshipa mwingine au matundu ambayo yanasababisha uh, damu isichanganyikane. Unajua mfumo wa, wa, wa, wa moyo na mishipa damu, damu inavyozunguka huwa ni closed system, haitakiwa damu ichanganyikane. Kwa hiyo ikitokea mm -hmm. Kuna makosa damu ikachanganyikana, hilo ni tatizo la, la moyo. Kuna visababishi vyovyote kwa katika hizo hatua za uumbaji kwa mtoto kumfanya visababishi, wa vipo moja, inawezekana ni magonjwa ya kurithi mm -hmm. kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, inawezekana pia ikawa ni magonjwa ya maambukizi mama akipata maambukizi wakati wa ujauzito anaweza kapata tatizo la uh, mtoto akapata matatizo mm, lakini kingine huwa ni madawa ambayo mama wanatumia wakiwa wajawazito, yanaweza yakaathiri ule mchakato wa uumbaji katika tumbo la mama I, na pia wakati mwingine mionzi ya aina mbalimbali ambayo mama akiipata wakati yuko mjamzito mzito anaweza kasababisha mtoto ak akapata matatizo akiwa tumboni kwa mama yake. Hii mm, ni baadhi ya visababishi ambavyo na mm, ndio maana pia hata kwa mama mja mzito kunakuwa na dawa zile yes. ambazo hatakiwi kumeza Ndeo. Kupita katika mionzi, sababu muhimu kabisa kabisa. Sawa, tupitishe katika hii sababu ya pili sasa. Baada ya yeah. kuzaliwa, sababu ya pili ni ile ndo kundi kubwa actually mm. kwamba ukishazaliwa katika kuishi, unaishi katika mazingira ambayo yana mazingira uh, um, ambayo sio rafiki kwa afya ya binadamu kwa mfano um, watu wazima ambao wanapata matatizo ya kuwa na uzito mkubwa kupita kawaida, ambao mm -hmm. wanakunywa pombe kupindukia, wanavuta sigara labda, wana hawafanyi mazoezi mm -hmm. na kwa maana hiyo kuja kupata magonjwa kama kupanda kwa shinikizo la damu, kuwa na kisukari, kuwa na kolesterol, mafuta mengi kwenye damu, hivi vitu vinaitwa vihatarishi mm -hmm. au risk factors za magonjwa ya moyo. Kwa hivyo unaipata mtu kutokana na mazingira ambayo unaishi Hmm, na mazingira ambayo sio rafiki kwa afya ya binadamu mm, kwa vinakupelekea ukapata tatizo la kupanda kwa shinikizo la damu kwa mfano, na shinikizo la damu kupanda bila kupata udhibiti ndio kisababishi kikubwa sana cha magonjwa ya moyo ya yale ya ambayo mtu anapata baada ya kuzaliwa mm, kwa tunavyofanya kwa mfano matibabu ya shinikizo la damu, ambacho tunataka kukizuia ni kuathiri moyo usije kupata matatizo na mishipa yake ya damu, ili mtu asije kupata shida ya kupata shambulio la moyo hmm au moyo kushindwa kufanya kazi ambayo inaitwa heart failure au anza akapata shida pia ya um, mfumo wa umeme wa moyo na mambo mengine mengi ambayo mwisho wa siku yanafanya moyo usifanye kazi vizuri mm -hmm. na mtu akapoteza maisha kabla ya umri wake ambao alitakiwa aishi. Shinikizo la juu la damu ni moja kati ya changamoto kubwa, uh, hapa nchini tumeona hilo. Ni changamoto zipi ama magonjwa yapi ya moyo mengine ambayo yapo kwa kiasi kikubwa uh, kwa walio wengi hapa nchini huwa yeah. Um, kuna tatizo la kupanda kwa shinikizo la damu ambalo linapelekea mm, matatizo ya moyo kushindwa kufanya kazi ambayo tunaita heart failure, lakini wagonjwa hawa hawa wenye shinikizo la damu la kupanda huwa wanaweza ukapata kitu kinaitwa shambulio la moyo au heart attack mm, hiyo ni aina moja ya tatizo ambalo linatokana na kupanda kwa shinikizo la damu, na hiyo hutokea mtu anaonekana yuko sawa, alafu anapata tu shambulio yeah, inayoitwa shambulio, maanake ni kama accident mm, kwamba mtu anakuwa na vihatarishi ambavyo hajavidhibiti, alafu ghafla misuli ya moyo inakosa damu kwa sababu mishipa ya damu haikupeleka vizuri basi pale mara moja misuli ya moyo ikikosa damu hata kwa sekunde chache inakufa. Ikifa ule moyo hawezi kufanya kazi. Ni vitu gani hivyo ambavyo vinawezekana hajavifanyia haja kazi kabisa hivyo vihatarishi? mm -hmm. Vihatarishi moja hapo ni hiyo shinikizo la damu lenyewe ambalo hujalidhibiti mm, ni kihatarishi kimoja hapo mm. Lakini pia uh, kuwa na cholesterol cholesterol toko mwa kusikia mtu mm. anakuwa na mafuta mengi ya ziada mwilini mm, yale mafuta yanavyokuwa mengi yanagandamana kwenye mishipa ya damu hasa mishipa ambayo ni hatari sana ikigandamana uh, mafuta ni ile ambayo inapeleka damu kwenye moyo wenyewe. Kwa hiyo, uh, kupanda kwa shinikizo la damu, um, kupanda kwa mafuta ni kihatarishi kikubwa sana cha mishipa damu kuziba. mm -hmm. Lakini pia kwa watu wenye ugonjwa wa kisukari. Mm -hmm. Ugonjwa wa kisukari unaharibu mifumo mingi sana ya mwili, mojawapo ni mishipa ya damu inaharibika kwa haraka pale ambapo unakuta mh, ile, ile, ile sukari haijadhibitiwa vizuri. mm -hmm. Kingine huwa ni uvutaji wa sigara sigara ina sumu inaitwa nikotini. Ile nikotini ina ikiingia kwenye damu mtu anavyovuta sigara, ile sumu inaingia kwenye mishipa ya damu, na mishipa ya damu ina ukuta mwembamba ambao we uwe, uwe maintained hivyo ili usije ukaharibika na kusababisha kuattract mafuta kuganda, lakini pia na wenyewe kuziba. Kwa hiyo unapokuwa mtu anavuta sigara mara kwa mara au kwa kiasi kikubwa anahatarisha ule ukuta unakuwa rafu na baadaye unakuya, unaweza ukaukawa ule ulaini wa mishipa damu ukapotea na mishipa damu ikawa mikakamavu au ikaziba kwa ghafla ikasababisha matatizo. Kwa hivyo visababishi vikubwa vya, vya magonjwa ya moyo ni mtindo wa maisha, ambapo watu wanapaswa waishi kwa namna gani sasa, ambayo tunaita mfumo rafiki kwa afya, ambayo inazingatia mambo yafuatayo. Kwanza ni kuhakikisha kwamba unakula vizuri kula vizuri inamaanisha ni mlo kamili au mlo bora ambao kimsingi unazingatia yale makundi makubwa ya vyakula. Kuwe kuna protini kule ndani, kuwe kuna maji ya kutosha, kuwe kuna vitamins, kuwe kuna madini mle ndani, kuwe kuna wanga na protini. Hizi ni hivi vitu ambavyo lazima na viwepo katika mchanganyiko au uwiano ambao unatakiwa. Hiyo ni moja katika vitu ambavyo ni vya muhimu, ulaji bora cha pili ni kutengeneza tabia ya kufanya mazoezi. Mili yetu iliumbwa kuwa mili ya kufanya kazi, na ndio maana uh, tumeumbwa na miguu mikubwa kuliko mikono kwa sababu tunataka tutembee mm. tufanye activities of course, katika kujitafutia maisha, lakini pia natusaidia kuhum, mm. kufanya tusitunze uh, zile uh, tunaita nishati ya ziada ambayo ni sio ya muhimu mwilini mwako, vyakula, vitu ambavyo ukila vina ua vinatengeneza nishati ile nishati ibidi ikupe nguvu uweze kufanya kazi. Kama haufanyi kazi kiasi cha kutosha, ile nishati ya kufanya kazi inatumika, alafu nyingine ya ziada inatunzwa. Hiyo ziada inatunzwa kwenye mfumo wa mafuta ambao mm -hmm. baadaye tunasema ni cholesterol mm -hmm. Kwa hiyo ni kuzingatia ufanyaji wa mazoezi mara kwa mara na kiasi ambacho ni kidogo kabisa ambacho kime uh, kimeshauriwa ni angalau mara tatu kwa wiki mm -hmm. mpaka siku tano kwa wiki mm -hmm. na kila utakapoenda angalau nusu saa ya mazoezi hmm. hilo la pili la tatu ni kupumzika kiasi cha kutosha kupumzika kunasaidia kuna, kuna sana kufanya mwili wako uweze kujirudisha kwenye upate rejuvenation, kwamba, uji, uji, uji, u, upate sel zile ambazo zinakufa ziweze kupata kutengenezwa hmm. kwa kama haupumziki muda wa kutosha hiyo ni mtindo mbaya wa maisha ambao baadaye unakuja kukosti kwenye magonjwa kama hayo ambayo hayaambukizi mojawapo likiwa gonjwa la moyo. mm -hmm. Lakini kingine ni kuzuia kuwa na uzito kupita kawaida. mm -hmm. Hii naomba niweke msisitizo. mm -hmm. Katika magonjwa yasiyoambukiza mengi ya moyo, saratani na mengine, uzito mkubwa kupindukia ndio chanzo cha magonjwa yaliyo mengi. mm -hmm. Ambayo fuka zinatokana na kula vibaya na kutofanya mazoezi vizuri. mm -hmm. Oh, kwa uzito mkubwa unaweza kusababisha shinikidamu kupanda kusababisha kisukari, mafuta mengi kwenye damu mm -hmm. Lakini pia unasababisha kemikali fulani ambazo zinatolewa kwenye mwili kwa ajili ya kusaidia kupunguza uzito ambazo mwishoni zinaleta mm -hmm. madhara. Kwa mwisho wa siku, uzito mkubwa unachangia yeah. sana kufanya kum ya upate matatizo ya moyo. Kumekuwa na uhusianishwaji wa moyo na hisia kwa kiasi kikubwa mm -hmm. furaha iliyopitiliza, huzuni iliyopitiliza kusababisha moyo kuuma. Daktari, yeah. hili linaingia katika kundi gani? <laughs> Okay, sasa hili nafikia tunachanganya hapa, moyo tunaongelea ni ile kiungo mm. ambacho ni physical organ mm -hmm. ambayo kazi yake ni pump mm. ya kusukuma damu, hiyo ndio hapa tunaongelea kitaalamu kiafya kita mm -hmm. Lakini watu wanachanganya pia moyo katika maana ya roho mm -hmm. yani ile ile uh, non physical being mm -hmm. au spirit watu um. wanafikiri hiyo ndio moyo, anasema moyo sababu, sababu, sababu, sababu, unauma yeah, kwa sababu tu <laughs> ya huzuni ambayo amepitia. Kwa nini wameunganisha moyo na na na na hisia? Unasikia kama hapo moyo uko hapa panauma, labda kwa sababu uh, unapokuwa na, na, na, na, na, na stress au hisia ambazo zimezidi kiwango, uh huwa kuna kemikali ambazo zinatolewa kwenye mwili wako um, zile kemikali zinakwenda kwenye mifumo yote. Sasa inaenda kwenye mfumo wa mishipa ya fahamu ambayo including brain mm -hmm. inakwenda kwenye misuli, inaenda kwenye sehemu nyingine, labda kwa sababu moyo ndio kiungo pekee ambacho kina move mm, kina yaani kina kiko active kina move kila wakati. Brain hai haya huwa hai move kila wakati, wala misuli, unless umetembea mm. Lakini moyo ni kiungo ambacho kina kina kiko kwenye movement, na unapokuwa umeongeza, kwa mfano, ukiwa kwenye stress, kuna kemikali ambazo zinatolewa kwenye mwili wako ambazo zinakwenda kufanya mishipa ya, ya, ya fahamu inapeka fahamu kwenye moyo, inaongeza either speed au inabadilisha ina, ina, ina mtiririko wa mapigo hasa. mm. Labda kwa sababu ukiwa na stress ukapata haya mapigo ukayasikia, mtu anafikia, bana, ni moyo ndio ndio uliofanya hiyo vitu vitokee. mm. Lakini kimsingi huwa sio uh, kwamba ni, ni moyo kama kiungo kinachofanya mtu apate hisia mbaya, masuala ambayo yanatendea sihusishwe na moyo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kuna mazingira pia ambayo tumeshuhudia kesi, mtu anaanguka wakati anaoga. Ya. Yeah. E, na hili limehusianishwa pia na masuala ya uh, shinikizo la juu la damu. Hmm. Kuna uhusiano wote pia uh, kati ya maradhi ya moyo na hali ya mtu kuanguka uh, pale ambapo uh, yuko bafuni. Sasa kuanguka ni kitu kikubwa. Hmm. Lazima ujue mtu alianguka kwa sababu gani. Kuna wengine kweli wana magonjwa ya moyo, kuna wengine wanapata stroke ambao ni kiharusi ambacho kinatokea kwenye brain. mm -hmm. Kuna wengine anakuwa sukari imeshuka, mwingine pressure imeshuka, mwingine kachoka tu, huwezi kujua au mwingine kalewa. mm -hmm. Huwezi kujua ni nini, ila mtu akianguka lazima uhakikishe kwamba hicho chanzo cha kuanguka sio cha moyo, kwa sababu um, unajua kwamba magonjwa ya moyo ndio magonjwa ambayo yanaua kuliko magonjwa yote duniani. mm -hmm. Ukiweka magonjwa yote kwa pamoja, muuaji namba moja ni magonjwa ya moyo kwa nafikiri ndio maana inahusonyesha kwamba mtu akianguka mengi huwa anakuja kama dharura mm. Kwa nafikiri ndio maana tuna connect kwamba mtu akianguka basi ni moyo oh. Lakini mtu akianguka kwa kweli lazima uchunguze ujue ni kitu ya, yi, gani kilisababisha mtu kadondoka, kwa sababu ya gani aliyomfanya hivyo. Magonjwa haya yanatibika, inategemea. Kwa mfano um, mtu akiwa na tundu kwenye moyo unaweza ukafanya upasuaji ukaliziba Mtu akiwa na tatizo kwa mfano la umeme wa moyo, nini kimesababisha umeme wa moyo, unaweza ukaweka kifaa cha pacemaker, akatibika na, na maisha akawa kama kawaida, maisha akaendelea shughuli zake yes. Mtu kwa mfano ambaye anakunywa pombe kupindukia, afa akapata ugonjwa wa moyo mm -hmm. Akiacha pombe anaweza karudi katika hali yake. Mtu ambaye, oh, alipata ugonjwa wa moyo kwa sababu shinikizo la damu halikupata udhibiti, alafu akadhibiti shi, ile shinikizo la damu, anaweza akarudi kwenye hali yake ya kawaida, lakini kwa mfano mtu akipata shambulio la moyo alafu mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye uh, misuli ya moyo ikawa imeziba kabisa. Uhum. na ile sehemu ambayo inapelekewa damu ikawa imekufa kabisa, huwa mara nyingi hizo chembechembe za misuli ya moyo ambazo zimekufa huwa sio rahisi kuzirudisha katika hali yake ya kawaida. Uhum. mtu anaweza akapoteza maisha au akaishi na, na disability asiwe katika hali ya kawaida lakini anaishi lakini katika uh, kuwa mgonjwa kila wakati. mm -hmm. Kwa hiyo inategemea na sio jibu moja kwamba ugonjwa wa moyo unatibika au hautibiki, inategemea na nini mm -hmm. kilisababisha. Sasa atajazungumza kuhusu dalili mm -hmm. E, mtu akiona nini ajue na tatizo la moyo. Bahati mbaya sana magonjwa ya moyo yanaanza taratibu, mara nyingi hayana dalili na unaposikia dalili huenda ndio hatua ya mwisho kabisa ya kwamba sasa moyo umeshashindwa kufanya kazi. Kwa ambacho tunategemea sana sisi katika kuwashauri watu na kudhibiti ku, ku, magonjwa ni kutambua vihatarishi. Kuna kitu naitwa vihatarishi au risk factors, kwa sababu hizo ndio ambazo zinakupelekea kwenye magonjwa mm -hmm. Na hizo ndio rahisi kuziprevent kwa kufanya, kwa kuchukua hatua mm -hmm. Kama nilivyosema pale awali, kihatarishi cha kwanza ni ulaji usiokuwa rafiki kwa afya kama utatambua uh, chakula ambacho ni sio rafiki, basi utabidi uchukue hatua mm. Kingine ni kufanya mazoezi mm. Mazoezi kama nilivyosema kwamba lazima ufanya mazoezi angalau siku tatu au mpaka tano kwa, kwa wiki na angalau dakika 30, ta, uh, na kuendelea mm. Kuacha kuvuta sigara, kupunguza au kuacha unywaji wa pombe mm -hmm. Lakini pia kuchunguza afya yako kila wakati. Watu nasema lazima uzijue namba zako za muhimu. Namba hizo ni nini mm. Umri wako ni umri gani? Kwa sababu umri ni kihatarishi cha magonjwa ya moyo, navyozidi kuongezeka umri, hatari ya magonjwa yanakuwa kubwa zaidi. Ujue shinikizo lako damu ni ngapi? Sukari yako ni kiasi gani? mafuta kwenye damu yako kiasi gani? uwiano kati ya urefu wako na uzito wako ni kiasi gani? Hivi ndio vihatarishi ambavyo ukiona vina, haviendi sawa unaweza sawa, ukarudi kwenye mstari. Mm -hmm. Uh, tumalizie na hili. Inachukua muda gani mpaka uh, uh, kupata saavia viambukizi ama uh, kuanza kupata ugonjwa wa moyo uh, ukikiuka hizo kanuni ambazo umetuelezea? Yeah. Ita, itachukua muda gani? Yeah, mara nyingi uh, kundi hilo la pili ambalo nimesema ni unapata baada ya kuzaliwa huwa mm. Inachukua muda mrefu sana hupati dalili pale pale ambapo zinaanza risk factor. Kuanza na hili ni la msingi, hata hasa kwa vijana vijana, natakia waanze kuchukua hatua akiwa bado miaka kumi na kitu mpaka ishirini. Hapo ndipo papo watu wengi wanavuruga mambo, unavyokuja kufika miaka arobaini, hamsini, mambo yanaanza kuamka. Sio kwamba imeanza muda ule, tabia ambayo unaifanya ukiwa na miaka ishirini: kutofanya mazoezi, ku-abuse substances, madawa ya kulevya, sigara, kunywa pombe kupindukia kula hovyohovyo kutopumzika, na kuwa na stress, hivyo vitu vinakuja kupatia matokeo miaka kumi kumi na tano au zaidi baadaye. Kwao lazima uanze ku prevent katika umri mdogo, ili kuzuia janga hilo lisikupate kati una umri ambao ndio sasa umeshajitafuta umeshafanikiwa, labda na mambo sasa yanaanza kuwa mazuri, unaanza sasa kutibu magonjwa. Asante sana daktari. Mwisho, magonjwa umesema yapo mengi ya moyo. Sasa wakati unaenda kuangalia ama kufanya checkup Uh, kuangalia afya ya moyo unakuwa unaangalia yote kwa wakati mmoja ama unatakiwa, uh, unatumika una, utaratibu gani ili kugundua, daktari? Wote tunafahamu hmm, kwamba um, mtu akija nakuambia nataka kufanya chekup nini cha chaku, kuangalia. Kwa sababu hmm, tunaangalia jinsia ya yako, tunaangalia umri wako, tunaangalia uh, family history yako naangalia vihatarishi ambavyo unavyo labda kutokana na, na lifestyle yako, kwa tunachagua vitu vya kuvipima vi, uh, kuvi kwa hiyo kwa um, kawaida upimaji unafanyika hospitali kwa tunashauri kama mtu anataka kufanya checkup basi aende uh, hospitali afu aongee na daktari wake mm -hmm. Atamshauri kwamba afanye kitu gani kutokana na hizo parameters ambazo nimezisema. Naam, shukrani sana dokta, asante kwa elimu hii ambayo imetupatia na tulizungumza ama tulikuwa tukizungumza hapa kuhusiana na magonjwa ya moyo mengi zaidi. Ametujuza daktari wa moyo kutoka Medinova Specialized Poly Clinic, Dk. Herry Mwandolela na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo.